Habari, karibu katika mwendelezo wetu wa kujifunza Adobe Audition, na leo nitakwenda kufundisha namna nzuri kabisa ya kuingiza sauti kwenye Adobe Audition. Utafungua Adobe Audition yako moja kwa moja, itakuletea kitu kama hiki hapa alafu utakuja utapress hii hapa alama nyekundu, halafu itakuletea kwamba unem faili lako, kwa mfano mimi nitanem makala Alafu utaleta hapa kwenye OK. Baada ya hapo, uta- utarikodi sauti yako, utarikodi chochote kile, utarikodi kama ni makala, kama ni niyni, kitu chochote kile unaweza kurekodi hapa. Alafu baada ya hapo, baada ukishamaliza kurikodi sauti yako, basi utaiediti kwa vizuri kabisa, ili kazi yako ionekane nzuri na sauti pia utaiweka vizuri.